Mange Kimambi anazidi kuongeza nguvu kwa kile anachokitaja kama harakati zake za kuikomboa Tanzania, na hizi ni clips ambazo amezishare pia kupitia Instagram ya kwake, zinaonyesha wasimamizi wa kura wakihusika katika kutiki, kama uh, walivyokuwa wametangaza toka mwanzo kabisa, yani wanahusika, yani kabisa uh, kuweka mark kwenye karatasi za kura e, zoezi ambalo hitajika kufanyika na wapiga kura. Inasemekana e, kwamba kuna baadhi ya vituo kule ambao vilivamiwa na waandamanaji na wakazuia kabisa zoezi la kupiga kura. Sasa makaratasi ya kupiga kura yakawa ni mengi. Hizi ni video ambazo Mange anasema kwamba ametumiwa na wasimamizi hao hao, wakionyesha kabisa kwamba zoezi la kupiga kura walishughulikia wao wenyewe. Kuna hii clip ambayo naiona kabisa, inaonyesha mikono ya wapiga ama wale wasimamizi wakiweka alama kwenye makaratasi ya upigaji kura moja baada ya nyingine. Hii inaonyesha kabisa kwamba uchaguzi ulikuwa sio wa haki kama ilivyosemekana na tume ya uchaguzi Tanzania. Sasa Mange Kimambi akawa ameshare uh, clip hizi hapa kupitia Instagram ya kwake, lakini pia alikuwa haja share tu, alikuwa amesindikiza pia na caption ambazo zilikuwa zinaonyesha kabisa kwamba ni clips ambazo hajazipata kwingine zaidi ya kutumiwa na hali, wale wale wasimamizi ambao wanasimamia Uh, uchaguzi kule Tanzania. Sasa baada ya kuweka clip hizi hapa, Mange alikuwa anaonyesha kabisa kusikitishwa na hiki ambacho kime, kinafanyika ama kimefanyika katika uchaguzi wa Tanzania. Alikuwa ameshare na screenshot, ama alikuwa ameshare pia na caption ambayo ilikuwa imesema hivi: wasimamizi wa uchaguzi walikuwa natiki tiki wenyewe na sasa wameanza kunitumia video walivyokuwa wanatiki. Na kwenye semina walikuwa wameambiwa kabisa kama kituo chako kina watu elfu nne kina watu mia nne samahani, lazima urudishe kura mia nne za Samia. saa kumi na mbili asubuhi hapa Los Angeles, naomba nifunge jicho hata masaa mawili, maana mpaka nasikia maruweruwe ya usingizi. Just Tanzania, please stay strong, tutashinda. Yes, ni caption ambayo alikuwa ameiweka baada ya kuweza kushea hii video zikionyesha wasimamizi wa kupiga kura wakitia alama ama wakitiki kama

hiyo semina ndio ungecheka, dada. Wala hawaogopi tena, kwa kupaza sauti wanatuambia kabisa kwamba kura zote ziwe za mama na lazima kila alijiandikisha kwenye kituo cha kupiga kura, pige kura aje au asije, kura yake ipigwe. Hii inji ilikuwa imeoza, tulichelewa sana kuikomboa. Yes, ni caption nyingine hii hapa ambayo Mange pia alikuwa ameiweka ikionyesha ujumbe ambao alikuwa umetumiwa na mmoja kati ya wasimamizi wa kura ambao walikuwa wamepewa zoezi hili na tume ya uh, uchaguzi Tanzania. Sasa Mange, baada ya kupitia video hizi mbili ama video hizi kadhaa na hizo captions mbili ambazo nimetoka kuzisoma ameonyesha dhahiri kabisa kwamba kulikuwa na uozo mwingi sana ambao umeshuhudia katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Tanzania. Una maoni gani? Unaweza ka drop pale chini kwenye comment section.